Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana ni wapashe yale ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, tafadhali jiunge na ukumbi waichi kituo kwa kubonyeza subscription, vilevile vile sambaza hii kanda kuna nabii <laughs> ambaye ameweza kusema kwamba baada ya uchaguzi ambao uligubikwa na umwagikaji wa damu ya zaidi ya Watanzania elfu kumi bendera ya Tanzania itapeperushwa nusu mlingoti wakati wowote kuanzia sasa hivi. Nabii huyu anasema kwamba ameweza kuona maono ambayo yameweza kumwonyesha kwamba bendera itapepea nusu mlingoti Tanzania. Alafu kutoka hapo Tanzania itagawanyika pande mbili, upande wa kwanza ni wale ambao watasherehekea kuaga kwa kiongozi maalumu ambaye hatumjui ni nani, na upande huu ambao utakuwa unasherehekea utakuwa na wafuasi wengi sana. Wafuasi wengi sana watakuwa nasherehekea kuondoka kwa kiongozi maalumu Tanzania, sio mimi Ezra nimesema. Alafu upande wa pili utakuwa na watu wachache sana. Watakuwa, watakao kuwa wakiomboleza kwa kuondokewa na kiongozi huyo. Kulingana na nabii huyu, anasema kwamba hivi karibuni bendera itapepea nusu mlingoti. Hebu tafakari katika taifa la Tanzania kiongozi mgani au mtu mgani mwenye anaweza kaaga alafu bendera iweze kupeperushwa nusu mlingoti? Ni nani ni nani, ewe mpenzi mtazamaji ambao unanitazama, kwa sababu huyu nabii anasema kwamba ameona maono, na hilo litatendeka wakati wowote. Watu wachache watalia na kuhuzunika, watu wengi wataashirikia kuondoka kwa kiongozi huyo. Ebu tupate taswira kamili. Kuna neno moja lakini, nabii, nimelisikia lakini nimepata shida sana kulisema ni kama nimeshindana na nafsi yangu kutokulisema, lakini nasikia niseme. Kuna mahali ambapo nimepita na nikaona mambo yaliyofichwa ambayo macho ya wanadamu hayawezi kuyaona kwa sasa, ila yanakuja na yatafunuliwa katika siku zilizokusudiwa. Maono niliyoyaona yalikuwa ni maono ya kushangaza kidogo. Nimeliona taifa likiomboleza, lakini maombolezo ya taifa yalikuwa ya kushangaza. Kwa upande mmoja, nimeona taifa linaomboleza, lakini upande mwingine, nimeona taifa watu wakiwa na furaha wakicheza na kufurahi kana kwamba hakuna kilichotokea, na nilipoangalia juu, nikaona bendera ikipepea nusu mlingoti. Maono haya yamenishangaza sana, lakini sijajua kwa nini Mungu ameyaleta niyaona, ila ninajua ni jambo linalofanya haraka kutimia katika siku za usoni. Kuna jambo linaenda kutokea ambalo litatushtua tu, na maono niliyoyaona yamenishangaza kwa sababu badala ya kuona maombolezo yaliyokuwepo kulingana na vile nilivyoona bendera ikipepea nusu mlingoti, nikadhani kwamba watu wote wangeyaona yale mambo yanayoendelea upande mmoja, lakini wengine wameyaona ila hawakujali upande ule. Wa wale waliojali walikuwa katika maombolezo, lakini upande wa wale walioona na wakujali walikuwa katika taharuki ya furaha na kushangilia. Sikujua kwa nini walikuwa katika shukrani na furaha, maana nimeona wakicheza na kuimba na Kulikuwa kama sherehe fulani upande mwingine, lakini upande mdogo sana ulikuwa katika hali ya, ya giza na wakiomboleza. Maono haya Mungu ndiye anayajua, anayeyajua kwa nini ameyaleta. Huu ni msiba wa kitaifa ambao sijajua kwa nini Mungu ameruhusu namna hii, na huu msiba ni wa namna gani, lakini Mungu atayafunua mwenyewe baadaye, kwa sababu nimeona jambo hilo likitokea mara ya kwanza, likatokea mara ya pili tena, baada kupepea nusu mlingoti, nikaona tena imepepea nusu mlingoti kwa mara ya pili. Lakini upande wa pili ulikuwa hivyo hivyo, na furaha upande mwingine una huzuni, lakini we upande wenye huzuni ulikuwa ni upande wa watu wachache sana. Hebu tuombe nje. Unajua, kauli hii ya huyu nabii imeweza kutoka kipindi ambapo Tanzania imeweza kupata msiba wa kuondokewa kwa mbunge mmoja wa chama cha CCM mwenye anaitwa Janesta, ambaye aliweza kuaga dunia hapo jana baada ya kuugua kwa kipindi kifupi, kulingana na taarifa ambazo ninazo. Yaani hata ndugu zake wanaeleza kwamba hakukuwa na dalili za kuugua, hakukuwa na dalili za kuondokea, kwa hivyo kifo chake kilikuwa ni cha ghafla. Alafu cha kushangaza ni kwamba Watanzania hawakuhuzunishwa na kifo cha huyu mbunge, alafu vilevile nimejaribu kuangalia kulingana na hii kauli ambayo imetolewa na huyu nabii, bendera haikupeperushwa nusu mlingoti kumaanisha hata mbunge akiondokea bendera huwa haipeperushwi nusu mlingoti. Hiyo ni kumaanisha kuanzia viongozi wa ngazi ya juu kwa serikali ndio waki, waki, waki, waki, wakiaga ndio utapata kwamba bendera inapeperushwa nusu mlingoti. Sasa iwe mpenzi mtazamaji, wacha nikupee sekunde mbili tatu uweze kutafakari. Naomba niweze kupata jibu lako katika uwanja huu wa comment section, uweze kunieleza kwa nini au uweze kunieleza ni nani huyu ambaye unafikiria huyu nabii aliweza kueleza kwamba atafariki, alafu wananchi watasherehekea wengi sana badala ya kuomboleza. Sasa kulingana na mimi niko na kauli mbili tatu ambazo kulingana na jinsi ambavyo nimeweza kuchanganua kauli hii ya huyu nabii. Tafadhali jiunge na ukumbi wa hichi kituo kwa kupiga subscription, sambaza kanda yetu. Mimi ninaona hivi huyu kiongozi mwenye atasababisha bendera ya Tanzania kupeperushwa nusu mlingoti, itakuwa amewakosea wananchi kiasi cha wananchi kutosikitika, kutopandwa na majonzi, kutotishwa na kuondoka kwake. Yaweze ikawa kwamba huyo kiongozi ameweza kuwakandamiza wananchi, yaweze ikawa kwamba matendo yake wananchi wa Tanzania hawayafurahii, musi ni nukuu vibaya yaweze ikawa kwamba matendo yake wananchi hawayataki. Namba mbili, yaweze ikawa kwamba huyu kiongozi alihusika kwenye mauaji ya haraiki ya wananchi, na ndio maana wananchi hawatatikizwa, hawatashtushwa wala hawatadondoza ama hawatadondosha machozi kipindi ambapo ataondokea. Kwa nini? Kipindi ambapo wenzao waliweza kuuawa, kiongozi huyo hakutoa kauli hata ya pole. Hiyo ndio uende ikasababisha, kulingana na jinsi ambavyo huyu nabii amesema, uende ikasababisha bendera ikachapishwa nusu mlingoti Tanzania. Nambari tatu, huyu kiongozi matendo yake hayaridhishi wananchi. Matendo kama yepi? Amewanyima uhuru wa mazungumzo wananchi, amewanyima uhuru wa kujumuika pamoja wananchi, amewanyima wananchi wa Tanzania nafasi ya kushiriki uchaguzi wa haki na huru, amewanyima freedom ya kujieleza ya kujumuika pamoja wa Tanzania, na uende kasababisha wananchi hao kutotushwa na kifo chake, na badala ya kuhuzunika watakuwa wanapiga tu sherehe. Mfano, angalia huyu mbunge mwenye aliaga dunia Jenista Mwahagama, wananchi walishtuka kweli wengine walianza kusema ee, Mungu asante kwa hichi kidogo, sio eti kwamba mimi nimeweza kushirikia. Mimi ni ripota walisema, ee, Mungu asante kwa hichi kidogo, maanake tusiposhukuru hautatupea kile kikubwa. Hebu jiulize wewe, ni kiongozi mwenye unanitazama, ebu jiulize matendo yako ni yepi. Ikitokea sisi sote tunajua tuko kwenye safari ya kuondoka Ikitokea umeweza kuondoka, wananchi watakuchukulia kivipi? Wananchi watasema kwamba hata ni nieli ameondoka alikuwa ametutesa, au wananchi wataanza kumuuliza Mwenyezi Mungu, mbona umetupea, eh, mtihani kama huu? Mbona umemchukua mtu ambaye alikuwa anatutetea? Sitaki niweze kuongea mengi ya kuwachosha. Mimi ni bwana Ezra, sambaza ikanda.